Wakati dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya kukomesha utumwa, Afrika inatoa wito wake kuwa uhalifu wa enzi za ukoloni lazima kubainiwa, kuharamishwa na kushughulikiwa kwa njia ya fidia. Nchi tofauti zina madai tofauti huku wakoloni wakituhumiwa kwa uhalifu ambao ni pamoja na uporaji wa madini, wizi wa ardhi, mali, unyanyasaji wa kijinsia, kusafirishwa kwa watu kama watumwa na rasilimali zingine. Gharama ya kiuchumi ya ukoloni barani Afrika inaaminika kuwa katika trilioni za madola. Kwa mfano, Afrika Mashariki, kundi la Maumau, watu wa jamii ya Kipsigis na Talai nchini Kenya wanaendelea kushinikiza Uingereza kuwajibikia kwa dhulma za wakati wa ukoloni. Nchini Angola na Kivad raia wanataka Ureno iombe radhi kwa ukoloni wake na kurejesha vitu vya kale na vitu vingine vilivyoporwa wakati huo. Namibia inadai kulipa wa fidia na Ujerumani. Algeria inataka Ufaransa ilipe pesa kwa kuwadhulumu raia wake. Nchi zingine zina madai yake. Hata hivyo, baadhi ya wataalamu wanasema njia moja ya kulipa Afrika ni kwa mataifa yaliyoendelea kurekebisha mienendo ya, ya unyanyasaji wa kisasa unaoendelea kwa mfano kutokuwepo na usawa wa kibiashara, zake, wa kibiashara kuna lipotezea bara rasilimali zake hasa zinazouzwa nje zikiwa gafi. Hebu tuangalie baadhi ya mifano. Ghana iliuza nje ya nchi dhahabu yenye thamani ya dola bilioni tisa nukta tano nane mwaka elfu mbili ishirini na nne, lakini ilitia kibindoni asilimia kumi na nne tu ya thamani hiyo kutokana na asili ya mikataba ya kimataifa. DRC inazalisha zaidi ya asilimia ya sabini ya kobalti duniani lakini ni asilimia moja tu ndio inayosafishwa nchini kabla ya kusafirishwa nje ya nchi. Zimbabwe iliorodheshwa kama mzalishaji wa tatu wa ukubwa wa madini ya kromium mwaka 2023, lakini mengi ya madini haya yaliuzwa nje yakiwa gafi. Kwa pamoja, Afrika Magharibi inazalisha asilimia sabini ya kakao duniani lakini inachangia asilimia moja tu ya soko la kimataifa ya chokoleti. Nchini Somalia, uvuvi haramu usioripotiwa na usiodhibitiwa na meli za wavuvi wa kigeni ugarimu uchumi wa nchi hiyo dola milioni mia tatu kwa mwaka kwa mfumo huu wa kisasa, wataalamu wanasema kwamba bara la Afrika ndiyo linakopesha zaidi dunia, ikipoteza zaidi ya dola bilioni mia tano kila mwaka kupitia mifumo haramu ya kifedha, mazingira ya biashara yasiyo ya haki, mifumo ya uwekezaji yasiyo na usawa na ulipaji mkubwa wa madeni, wakati wakikabiliwa na changamoto nyingi za kimaendeleo. Katika mwaka huu wa mwaka 2025 Umoja wa Afrika unaangazia jinsi wakoloni wanaweza kulipa kile walichopora kutoka Afrika. Viongozi wa Afrika wanakiri kwamba kutafuta fidia kwa makosa ya kihistoria pekee bila kukabiliana na dhuluma zinazoendelea za kimfumo wa sasa sio haki.